wa maziwa ya mama ni msingi wa maisha. Hii inamaanisha kwamba unyonyeshaji wa maziwa ya mama unawezesha watoto kuishi na kuwa na maendeleo mazuri ya ukuaji. Pia unyonyeshaji huweza kuwajengea afya njema ambayo itawafanya wawe wenye mafanikio katika maisha yao. Na nimeshukuru hapa mwenzetu kutoka Feed the Children, umeelezea vizuri kabisa umuhimu na jinsi ya kunyonyesha watoto wetu na umuhimu wa kunyonyesha watoto wetu. Ndugu wananchi, maziwa ya mama kama wengi tunavyofahamu, na wako wasiofahamu, kwa sababu hii pia ni sehemu ya kuweza kuelimishana, ni chanzo bora cha lishe na kinga ya mwili kwa ajili ya watoto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

shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili s S1133. Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019, kwa wale wenye sifa zinazokubalika ni katika combination au taasisi za HGE, EGN, HGL, Eka, na HGK. Shule, kwenye mazingira ya tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio, ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha, ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel mnazi mmoja, Dar es Salaam, Msimbazi Senta Dar es Salaam, Mwanza soko kuu, duka namba 27, na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa Msangani Secondary School, Learn to Excel.